Na habari kubwa kutoka Afrika tarehe 9 Aprili mwaka 2025, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na waasi wa M23 watakutana kwa mazungumzo ya kwanza kabisa mini Doha, Qatar. Ndiyo, mesikia vyema. Hii ni mara ya kwanza pande hizi mbili kukutana ana kwa ana tangu waasi wa M23 walipoteka miji miwili mikubwa mashariki mwa Kongo. Sasa afisa mmoja wa Kongo amethibitisha tarehe hiyo, lakini kuna sharti: mazungumzo yataendelea tu ikiwa pande zote mbili zitashikamana na makubaliano na jambo la muhimu zaidi, serikali ya DRC na waasi wa M23 wamekubaliana kuweka siri maudhui ya mazungumzo haya. Kwa nini hii ni muhimu sana? Kongo kwa sasa inakabiliwa na moja ya migogoro mikubwa zaidi ya wakimbizi na kibinadamu duniani. Mamilioni wamelazimika kuyahama makazi yao kutokana na vurugu na machafuko yanayoendelea. Kwa kusikitisha takriban watu elfu saba wamepoteza maisha katika miezi ya hivi karibuni. Sasa tuongeze mambo ya siasa za kimataifa katika hili. Inasemekana waasi wa M23 wanaungwa mkono na Rwanda, ingawa Rwanda inakana kutoa msaada wa kijeshi, lakini wataalamu wa Umoja wa Mataifa wanasema vinginevyo, wakiripoti uwepo wa wanajeshi wa Rwanda wakiwasaidia M23. Na kama hiyo haitoshi, Marekani nayo imeingilia kati. Wametuma Masad Bulos, mfanyabiashara na ndugu wa Trump, pamoja na mwanadiplomasia mwandamizi Corina Sanders katika eneo hilo. Dhamira yao kushughulikia ya mgogoro huo na kukuza uwekezaji wa sekta binafsi ya Marekani. Qatar nayo ina nafasi katika hili. Mkutano wa ghafla ulifanyika tarehe kumi na nane Machi mwaka 2025 kati ya rais wa DRC Felix Chisekedi na rais wa Rwanda Paul Kagame mjini Doha. Pia, duru ya pili ya mazungumzo kati ya DRC na Rwanda ilianza tarehe 28 Machi, huku Qatar pia ikikutana na wawakilishi wa M23 kando. Kwa hiyo wekeni alama kwenye kalenda zenu tarehe 9 Aprili. Haya yanaweza kuleta mabadiliko makubwa katika eneo hilo. Endeleeni kufuatilia habari zaidi, tutaonana baadaye.